Sasa hivi kurejea yeah, kwamba hiyo Simba na Yanga na Azam hizo ni timu ambazo kweli ki, kita, kitaifa ziko vizuri, lakini kwa mtazamo wangu mimi ninavyoona kwa mashindano ya CAF kwamba hiyo timu ya Yanga iko vizuri, ila mimi ni shabiki wa Simba, ila kwa timu ya Yanga ina uwezekano wa kwenda mbali, Azam ina uwezekano wa kwenda mbali. Yaani, hizo ni timu ambazo tunaweza tukazitegemea kwa sasa hivi, kwa sababu kija katika mfumo sasa hivi Simba wamedelay sana kisoka. Kisoka wamedelay yani kiasi kwamba ni yani timu ambayo yuko chini sana sasa hivi. Yaani hata Kisoka wenyewe kwa sasa hivi yani kwamba mimi kushabikia ili nione kweli timu yangu iko perfect. Ah, hapana. Una una maoni gani sasa kwa vilabu ambavyo vinashiriki? Yaani vilabu vyetu vya Tanzania? una una una vishauri nini ili viweze kufanya viwe bora kama vipo kwa vilabu vingine? Ah, uh, yani kwa unajua, kwa sisi wa Tanzania yani, ukiangalia katika mi, michuano yetu sisi kwanza wachezaji, cha kwanza kinachokuja kutufelisha katika klabu, unajua kitu kimoja, unajua wachezaji, unakuta kwamba umemwahidi kwamba unamlipa labda kiasi kadhaa, si ndio? Afu leo hii unakuja kum, unamlipa kiasi ambacho hakita hakina uwezo kabisa, yani wa kuwa na muhimili. Sasa unafikiri kwamba hapo mchezaji anaweza kuna nini? Eh? kama hivyo wachezaji wanaondoka, wanakuta wana madeni kwenye matimu eh, huyu anadaiwa, huyu anafanyaje? eh. Kwa nini wachezaji wasdlei? Ndio maana ukiangalia katika mchezaji akitoka kwenda soka hili akaenda soka jingine akilipwa vizuri lazima afanye kwa, kwa majina yako nani? Naitwa DJ, DJ. Yes. DJ DJ. The yes. Super hivyo itatosha michuano yes. ya klabu bingwa ya inarejea ambapo mm. wa, wakilishi wa Tanzania, Simba na Yanga wanacheza wana, wana michezo mche, yao. Mm. Je, nini maoni yako kwa klabu hili? Maoni yangu nikianza kuangalia kwanza matokeo kwa upande wa Simba tumekuwa tuna matokeo mazuri mpaka sasa lakini nafasi bado ipo, kama tutaendelea kuonyesha ile nguvu moja kama slogan yetu nani nini neno letu ile la nguvu moja, tukiendelea kuonyesha ile nguvu yetu moja, kwa wachezaji wakajituma, tunaweza tukapata nafasi ya kuendelea hatua inaofata. Lakini kwa Yanga mpaka sasa hivi, inshine, endelea, pia kwa Yanga mpaka sasa hivi tumeona wamekusanya pointi nne, ni wana nafasi nzuri, kama wataendelea pia kufanyaje, watakaza hapo hapo, ina maana wakikaza wakijituma, basi kama taifa tunaweza tukatoa timu mbili kwa maana ya Simba na Yanga kwa hatua zinazopata, ina maana kwa hatua ya robo finali, baada ya kumaliza h hatua makubwa. mi naona waskaza vizuri performance kuanzia uongozi wachezaji, kila mtu akakaa kwa nafasi yake na wachezaji wakajituma pia, basi Tanzania kama Tanzania tunaweza tukawakilishwa kwenye hatua. Una uh, mtazamo gani kwa kurejea kwa klabu bingwa? Ah, kwanza tulikuwa tumemiss burudani, cha kwanza maana tulikuwa tumekaa kinyonge sana, ila kwenye urejeo wa mashindano haya tunaenda kushuhudia burudani nyingine ambayo timu zimekuja kivingine, ukizingatia tulikuwa kwenye mapumziko ya tulikuwa na AFCON kidogo. Kwa hiyo timu zitarejea tofauti, zile ambazo zilikuwa zipo kwenye fomu Tutarajie kuone fomu labda ikiendelea au na zile ambazo zilikuwa hazipo kwenye fomu tutarajie kujipanga vizuri zaidi. Hayo yalikuwa ni maoni ya mashabiki wa soka mkoani Dodoma, ambapo wameeleza hisia zao juu ya vilabu vyetu vinavyowakilisha Tanzania, lakini ikumbuke kwamba vilabu vya soka Simba pamoja na Dar es Salaam Gafcas tayari wameshaondoka nchini kuwafuata wapinzani wao. Naam, nikiripoti kutoka hapa katika barabara ya Iringa Rodi, Dodoma, mimi ni Dominik Msemwa wa Domeco TV.